Habari za Tanzania ni kwamba mwanaume mmoja mwenye umri wa miaka sabini amepoteza maisha baada ya kusombwa na mafuriko katika eneo la Vota, kaunti ya Machakos usiku wa jana. Kulingana na mwajiri wake Mutiso Ndesi, marehemu Titus Nzioka alikuwa akivuka mto Sakini wakati mvua kubwa ilipokuwa ikinyesha kabla ya kusombwa na mafuriko. Familia yake ilipoanza kumsaka ndiposa walipata mwili wake ukielea katika mto huo. Huu mto unaitwa mto Sakini, na ni mto ambao tunaweza kuita mto wa mauti, hasa wakati wa mvua, kwa sababu kufika sasa, tangu nio kwa ofisi, umechukua maisha ya watu kadri ya watano, huyu akiwa sasa ndio watano, mbeleni walikuwa wanne. Kwa hivyo ni mto uko na maji mengi, na ni mto ambao sio wa kuchezea hasa wakati wa mvua, iwe mvua ya vuli ama mvua ya masika, kwa sababu umatoa maji mbali sehemu za Mombasa Road na hata hii sehemu yamekuwa, isiponyesha huko Kaviti Plains, ikinyesha, kuna uwezekano ya maji iwe mengi na ilete maafa kama haya ambayo tumeyapata.